Nchi ya Pakistan imefunga anga lake kwa mashirika ya ndege ya India huku mzozo kati ya nchi hizo jirani ukizidi kuwa mbaya kufuatia kuuawa kwa watu 26 wa katika eneo la Kashmir linalosimamiwa na India mnamo Aprili 22 mwaka 2025. Siku ya leo, Pakistan ilitangaza kuwa anga yake itafungwa mara moja kwa mashirika ya ndege yanayomilikiwa au kuendeshwa na Wahindi, jambo lililosababisha mashirika kama vile Air India na IndiGo kutafuta njia mbadala. Katika taarifa rasmi, Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alitangaza hatua kadhaa ambazo serikali yake itachukua kujibu hatua za India zilizotangazwa Aprili 23 mwaka 2025. Kwa mujibu wa Reuters, hatua hizo zilijumuisha India kufunga mpaka wa pekee wa nchi kavu na Pakistan na kusitisha mkataba wa usambazaji wa maji kati ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa Aljazira, Pakistan ilizielezea hatua hizo kuwa ni za upande mmoja, zisizo na haki, zenye nia kisiasa, zisizo na uwajibikaji na hazina msingi wowote wa kisheria. Miongoni mwa hatua za kulipiza kisasi za Pakistan ni kusitishwa kwa visa zote chini ya mpango wa msamaa wa visa wa SARC zilizotolewa kwa raia wa India. Raia wa India walioko nchini Pakistan chini ya mpango huo waliagizwa kuondoka ndani ya saa 48, isipokuwa mahujaji wa Kisikh. Kufuatia kufungwa kwa anga hiyo, Air India iliwashauri wateja wake kuwa safari za kwenda au kutoka Marekani Kaskazini, Uingereza, Ulaya na Mashariki ya Kati zitapitia njia mbadala na ndefu. Air India inasikitika kwa usumbufu uliosababishwa kwa abiria wetu kutokana na kufungwa kwa anga hii bila kutarajiwa na nje ya uwezo wetu. tunapenda kusisitiza kwamba katika Air India usalama wa wateja wetu na wahudumu wetu ni kipaumbele kikuu, alisema msemaji wa shirika hilo. IndiGo iliwashauri abiria wake kuwa ratiba za baadhi ya safari za kimataifa zinaweza kuathiriwa na hali inayoendelea. tunaelewa usumbufu ambao hali hii inaweza kusababisha na timu zetu zinafanya kila juhudi kuwasaidia kufika katika maeneo yenu haraka iwezekanavyo, ilisema shirika la IndiGo kwa mujibu wa Reuters, watu wasiopungua 26 wakiwemo raia 25 wa India waliuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha katika eneo la Pahalgam baada ya washukiwa wa ugaidi kufyatua risasi katika eneo maarufu kwa watalii. Kikundi kinachojiita Kashmir Resistance kimedai kuhusika.